Ukiniambia nguko, unajua, ukimeza roho au dhana ya maskini utakuwa maskini, lakini ukimeza dhana ya utajiri utakuwa tajiri. Ukimeza dhana ya kusema mimi Mbosso nitakuwa zaidi ya nilivyokuwa utakuwa. Kwa hiyo mimi sikuwa na hofu kwa sababu ya vitu viwili. Cha kwanza uandishi wa Mbosso, uandishi wake Mbosso. Lakini cha pili ni kijana ambaye Mungu amemjalia sauti. Sisi watu wa madrasa tunasema tuna sauti watoto wa madrasa waliopitia, kuna sauti tatu. kuna rasdi na hawandi sika Mboso Mungu amemuumba na sauti ya na hawandi. Kwa hiyo Mungu amempa sauti. Ukiona mtu anatezea sauti ya na hawandi akiwa madrasa, maanake Mungu amempa kipaji cha sauti. Kwa hiyo nilivyoona kipawa cha sauti Mungu alichompa nilivyoona uwezo wa uandishi mungu aliompa, nilikuwa sina hofu, ila nilikuwa na hofu wa kufanyiwa figisu figisu, ambazo mimi nilimwambia niko tayari kupoteza uhai wangu, niko tayari kupoteza maisha yangu na kila kitu ninachokimiliki kuhakikisha unafikia malengo yako ya mziki wako. Yeyote atakayeweka obstacle mbele ya Mboso, yoyote ambaye kwenye mziki wa mboso ataweka obstacle. Unajua, kuna kule mtu katoa ipi yako unaenda kumwekea kigingi. Eh, mtu katoa nyimbo yako unaenda kumwekea kigingi. Yeyote atakayeka kigingi akimaliza miezi miwili mimi sio Mwijaku. Yoyote atakamwika kigingi Mbosso Mujia, no. kwa nini unasema, uh, ametoka kwa maharamia? By the way, tunafahamu WCB wamemsogeza kwenye hatua fulani, ambayo hapana, hawajamsogeza mwandishi, acha, hawajamsogeza kote. Mbosso alienda uchafuni, alikuwa mkubwa tayari. Nani alikuwa amjui Mbosso? Acha kuwafanya kuwa watu wadogo bwana. Huyu mwandishi vipi roja, nyii mmetumwa? Mbosso amekwenda uchafuni, Mbosso ni mkubwa, kila mtu alikuwa anamjua katika ya moto ben. Wewe ungeniambia hivi mkubwa fela ndio amemkuza Mbosso, ningekuelewa wale wamekuta dhahabu imelimwa imechimbwa tayari, imeletwa imeletwa Geita mjini pale. Wewe useme mimi nimeichimba Geita mjini pale sokoni kwenye maduka inakaa kone c inakuja hapa? Yaani wamekuta wangeikuta wange ipo chini, kama kama mkubwa fera alivyopambana nao pale, ndio tungesema wamepambana. Wao wameenda kuchukua matunda ya Mbosso, wamenufaika. Acha bwana. Lakini kuja kwa Mbosso pamoja, kaja na motobendi, alikuwa kwenye lebo bado amekwenda kwenye lebo ya WCB. Sasa anakwenda kusimama mwenyewe. Umeongea, unamwona Mbosso wa namna gani? Nikwambie, Mbosso ni mwambino wa sita. Yaani Mbosso ulete mwambino sita. Nafuatilia historia ya uandishi wa nyimbo nyingi za mwambino, alikuwa anamshirikisha Mbosso. Mbosso mmoja, sasa na mwambino sita, okay. mnanielewa na Mbosso nimemwambia mimi nitauza gorofa langu kufanya promo kama wengine wanavyofanya, kwa sababu wengine wanamshinda Mbosso kwa promo. Yaani, promo wanapewa watu TikTok, hmm. Ma TikTokers wacheze nani nani. Nimemwambia Mbosso niko tayari kuweka rehani kuweka tayari rehani ghorofa langu kufanya promo za ipi yake, ya ipi yake inayotoka nyimbo yoyote atakatoa Mbosso hata akijikuna sasa hivi na mimi najikuna, challenge ya kujikuna wote tunafanya. Mbosso akilala wote tunafanya challenge ya kulala, yeah. na atakayefanya nampiga <coughs> uh, na hela, la, la Bukoba hilo tajiri la yeah. Bukoba sio la nje yeah. tajiri wa Bukoba anahela sana. wewe anaitwa Viankuru, right. e, tajiri uko Bukoba ana hela chafu. Hapana, hatutaki Mbosso. nimemwambia mbwa kwanza, unajua mwambino apokee simu za Mbosso eh? ukijua mnafichwa apo apo apo apo tu, apokee simu za Mbosso, apokee apokee, kuposti ushahidi kuondoa tu ugani, lakini apokee. Kuna clip zinasambaa mitandaoni zina baadhi ya wananchi kwa Kigoma wakisema kwamba hawamtaki mjia. Sasa tu, mimi kama makamba tu watu wanafanya presi kwenye jimbo la Bumbuli awa mjaona <laughs> <laughs> e, mimi ukisha kuwa mwanasiasa mkubwa lazima ujengee magenge. Ukiona haujajengewa magenge yale, we sio mkubwa wewe umeona Januari Makamba wazee wamekaa kabisa, wametumwa, wamepewa hela zao, wamekaa kama kule. Mimi ni fitna za watu, mimi ni ah, unashindwa kujua tena. Wamejangaje sasa, kuhakikisha kwa kwamba tenaa, nasubiri utaratibu wa chama ndio mtamjua DC, DC. Yeah. <laughs> kwa nini DC sana na safari ya Diamond kwenda London, mwija, kwa nini iliitwa DC? Safayaau angeenda peke yake. Kwa nini kambeba Juksi? Juksi alikuwa na plan ile show. Kamlipa na hela, kaona upepo huu nitapotea. Jukes ana upepo Nigeria, unajua London umejaa Nigeria, unajua hicho, unajua, kwa taarifa yako, show zozote za nje ya nchi wanaojaza uwanja ni wa Nigeria, na ndio maana wa Nigeria wote wakiwa katika mataifa yao wana, wana, wana take over. Kina whisky kwa sababu wanaojaa kwa show wa Nigeria wa Komoro wa Morocco, kwa hiyo wa mwambino kaona mbali, kaona upepo huu Jukes tena na upepo wa Nigeria, ngoja nitambae nao, katamba nao